Kwa hiyo rushwa ndani ya Chadema nilichoshuhudia ndani ya Chadema 2014 kwenye chaguzi za ndani, 2015 kwenye chaguzi za kura za maoni. Pia nilikishuhudia kwenye chaguzi za Chadema za ndani za mwaka 2020. Hicho hicho pia kimetajwa kwenye chaguzi za Chadema za ndani za mwaka 2023 24 e, kuanzia ngazi za wilaya, ngazi mikoa, kanda mpaka taifa. Hata mwenyekiti wao wa taifa, nadhani mtakumbuka, Mheshimiwa Tundu Lissu alizungumzia rushwa sana. Na hata mi bado na marafiki huko Chadema ambao walishiriki wali, wali uchaguzi wa mwaka jana wa Chadema kwa kumpata mwenyekiti. Si kwamba Lissu akotoa rushwa, timu <tini> ya Lissu ndio <na> inatoa rushwa. Kwa hiyo tatizo la rushwa ni tatizo la kitaifa. Haya ambayo unayataja kwamba yamekuwepo yakionekana ndani ya, ya, ya Chadema pia nimeashuhudia ndani ya CCM. Katika uchaguzi wa kura za maoni za mwaka huu 2015, rushwa imekuwa ya hali ya juu sana ndani ya CCM. Uchaguzi wa ndani ya chama wa mwaka 2022, 2023 ya rushwa imekuwa ya hali ya, ya juu sana kwa hiyo wanasiasa ni wale wale wanachokihitaji wao ni madaraka Kwayo, siyasa, yule, kwa hiyo rafiki yangu kama mtanzania wa kawaida usije ukadanganywa na mwanasiasa au mwanaharakati yoyote yule kwamba yeye anachokipigania kwa asilimia mia moja ni maslahi yako ni uongo haiwezekani nini sasa tufanye kwenye wakati huu ambao malalamiko yamekuwa mengi madai yamekuwa mengi na watu wengi wamekuwa waki wakifikiri kwamba tunahitaji changes kwenye nchi yetu. Sasa badala ya kuwategemea hawa wanaharakati na wanasiasa ambao siku zote wamekuwa wakiweka maslahi yao mbele kuliko maslahi ya wananchi ambao wao wamekuwa wakijinasibu kwamba wanawapigania, ni bora sasa, kama watanzania ambao hatuna pa kukimbilia, najua mimi na wewe eh, kwa asilimia kubwa ambayo mtanisikiliza kwenye video hii nchi kichafuka, hatuna pa kukimbilia. Hata tukikimbia tutaishia kwenye makambi ya wakimbizi ndugu yangu, lakini wenzetu wakikimbia wanaenda kupewa hifadhi za za kisiasa eh, anayalala nyumba nzuri, watoto wanasoma shule nzuri, anaishi pazuri. Lakini kambi za wakimbizi zao, mbona mnazishuhudia, tunaziona kwenye televisheni jinsi zinavyofanana. Kwa hiyo tusishiriki katika mtiririko wote ule ambao mwanasiasa au mwanaharakati ameona ni njia yake ya kujipatia kipato. Kwa mfano sasa hivi kuna watu wanaishi Marekani, wanaishi Ulaya, wanaishi sehemu nyingine nyingi nyingi nyingi tofauti tofauti duniani, na wengine wako ndani ya nchi wao. E, wamekuwa waki, wakitumia shida zile ambazo tunazo kama taifa, kwa sababu automatically kama taifa hatuwezi kosa matatizo, lazima yapo. Sasa matatizo ambayo tunayo, badala ya kutengeneza mjadala mzuri wa kitaifa tuyatatue wao wanatengeneza kama ni sehemu ya kufanya harakati zao na kujitambulisha na kupata fedha za kigeni kama wapigania haki za watu, lakini sio kweli. Wanachokipigania ni mapato yao. Sasa kwa mfano, kuna nchi moja jirani yetu hapa ambayo mwaka 2017 wakiwa na migogoro, ni viongozi wetu walienda kushiriki na kuwapatanisha na kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Hii nchi e, -imekuwa ikitajwa kama mfano wa katiba bora sana, lakini ni katiba bora ya aina gani ambayo tuna, kuna mbunge mmoja jirani wa nchi hiyo ambayo nadhani kitu kama 2022 eh, yeah, alimpiga DJ wa mziki disco. Alienda disco akamwambia DJ play nyimbo fulani, DJ akakataa, akampiga huyo DJ risasi ya shingo. Huyo DJ ameparalyze mpaka leo, na mama yake na huyo DJ alifariki kwa mshtuko, na huyo mbunge wa hiyo nchi jirani hajawahi kamatwa. Yupo mbunge mwingine ambaye pia wa hiyo nchi jirani ambaye alipiga mpinza, alipiga mfuasi wa mpinzani wake risasi hadharani akafa, eh akakimbia. Uchaguzi ukaisha, leo huyo mbunge yuko bungeni na hajawahi kamatwa. Eh, ukihitaji zaidi uta comment hapo chini, nitakutajia wa bungeni akina nani. Lengo langu ni nini? Lengo langu ni kuonyesha kwamba hakuna taifa ambalo linakuwa sa, linakuwa limenyooka au litakuwa lina sifa ambazo ni sahihi kwa 100% sisi tuna shortcomings zetu, tuna matatizo yetu Tunapaswa tukae tujadili namna ya kuyatatua. Hatupaswi kwenda kwenye njia ya kuchoma nchi moto, kuharibu nchi yetu, kwa sababu ustaarabu ukishapotea, haiwezekani ukaurudisha. Watu wanazungumzia mapinduzi ya kijeshi. Hakuna taifa ambalo mapinduzi ya kijeshi yaliwahi fanikiwa na yakakoma. E, utawala wa kiraia hata kama utakuwa na mapungufu yake, yanaweza kutaturika, lakini utawala wa kijeshi kushakuwa na mapungufu, unakuwa ni utawala wa kihimla. Kwa hiyo tusikubali kwenda huko. Tumeona mataifa yote ambayo raia wameshindwa kuzungumza lugha moja na serikali, raia wameshindwa kuwa wavumilivu kuipa serikali muda wa kutekeleza ahadi zake, tumeona mataifa kama Libya, tumeona mataifa kama Sudani, tumeona mataifa kama Kongo. Yote hayo ni matokeo ya raia kukosa uvumilivu na kuvumilivu wa kuipatia serikali nafasi ya kutekeleza serikali ambayo imekutana na ma, na majanga mengi. Mimi ni muumini wa haki. Mimi siamini kwamba taifa lina uh, uh, kwamba amani inaweza ikapatikana pasipo haki, lakini eh, eh, ninaamini kwamba kero na changamoto zote ambazo tumekizungumzia kwamba watu wanakosa haki zao eh, ni mambo ambayo yanalalamikiwa kila kona ya dunia. Sasa sisi kama taifa tunapaswa tukae, tujadiliane kwamba matatizo haya ambayo tunayalalamikia tunayatatua vipi? Serikali ya awamu hii imeahidi iliahidi, eh, licha ya kwamba unaweza ukasema kuipigia kura, lakini tayari serikali imesha, hapa iko madarakani, hakuna namna unaweza ukaitoa, na ukitaka kulazimisha uitoe kutumia mabavu, maana yake utatengeneza tatizo na janga la kudumu ambalo vizazi na vizazi watalikuta. Kwa hiyo tuipatie muda wa kutekeleza ahadi yake ya kubadilisha katiba na kuja na sheria nzuri, kwa sababu katiba leo ukiibadilisha kwa haraka haraka utatengeneza katiba ambayo itawapatia mabepari na wenye nguvu za fedha kutawala na kuamua hatima za watu kwenye nchi e. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nikutakie jioni njema, usiku mwema, mapumziko mema ya weekend njema, lakini tarehe tisa, siku ya Jumanne, ni siku ya kumbukumbu ya uhuru wa nchi yetu, na hakuna kuandamana. Tupumzike, tufanye self reflection, tutafakari na tukubaliane, huko mbele tutakubaliana kama taifa tunataka katiba ya aina gani, mambo gani yabadilishwe, tunataka serikali iweje. Na serikali pia nadhani imeona ni wapi ambako kuna mapungufu, eh, mambo ya utekaji ambayo yanalalamikiwa yarekebishwe vipi, kwa sababu kuna wakati serikali inaweza ikawa sabotage eh mtu anatengeneza mazingira anafanya tukio baya lenye kufanana kwamba limetendwa na serikali. Kwa serikali haiwezi ruhusu uchunguzi kutoka nje, kwa sababu inajua uchunguzi huo ukija, iwe tumeshiriki au tumefanya sisi au hatujafanya sisi, tutaonekana tumefanya, kwa sababu aliyefanya ametengeneza mazingira kana kwamba sisi tumefanya. Kwa hiyo mwisho wa siku ni serikali zote duniani huwa haziruhusu uchunguzi, watu kutoka nje kuja kuwachunguza, hata wa Marekani wenyewe hawajui ruhusu. kwa hicho kwa hiyo mimi niwaombe Watanzania wenzangu kwamba tuvumiliane, tupiane nafasi.